Teknolojia mpya nchini. Mradi wa sita ambao bado uko kwenye kuchakata ni mradi wa MCGA Auto. Huu ni mradi mkubwa wa kuunganisha kiwanda cha magari unaohusisha uwekezaji wa takriban dola milioni hamsini. Magari haya yataunganishwa kwa ajili ya soko la ndani na la nje. Unategemea kuwa na ajira kati ya mia tano na elfu moja na kati ya ajira elfu tatu na mia tano zisizo za moja kwa moja, pamoja na kuchochea uh, sekta ya magari nchini kupunguza uagizaji wa magari kutoka nje lakini kuongeza mapato serikalini. Pia leo hii tunao furaha Mheshimiwa Waziri kuwapokea pia wageni na wawekezaji kutoka taasisi ya MUST Medical University ya Tanzania. Hawa wanapanga kuwekeza Technical University katika eneo hili kwa ajili ya kutoa huduma ya wawekezaji ambao watakuwa wanatafuta technicians katika eneo hili. wawekezaji hawa kutoka Sudan tayari wameshawekeza nchini, wamewekeza kwenye hospitali.